Ah, muombe Mungu akusamee dhambi zako <laughs> mwombe Mungu akusamee dhambi zako. Lakini kama unamwomba Mungu akupe maisha mazuri, akutajirishe, alafu umekaa tu wewe kutwa, visigino vinakalia soli unakimbizana kanisani, visigino vinakalia soli unakimbizana msikitini kazi hufanyi, biashara ufanyi, basi ndugu yangu ujue, unapoteza muda. Mungu atakupa kama na wewe unajituma, lakini ukae umwombe Mungu tu akupe tu. Wamama kutwa makanisani, ndoa mnazivunja kwa ajili ya makanisani, kumwomba Mungu tu awapeni hivi hivi tu. Ukae tu era zianguke kutoka mbinguni, sahau. Ivan the Don, endelea kusubscribe kwenye channel zangu, endelea kunifollow na experience ya vitu vingi sana. Asante sana.